rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Sheh Mahamadi Idi Uledi, ni katibu wa Masjidi Jihadi Fi Sabilillahi ni Abusaru. Hapa tulipo, huu ni uwanja ambao katika juhudi za waislamu wa, wa masjidi jihadi fisabilillahi kwa michango kidogo kidogo, tumejikusanya tumepata fedha ambayo imetuwezesha kununua uwanja huu, na uwanja huu tumenunua kwa lengo la kumjengea nyumba ustadhi wetu wa madrasa, kwa sababu kwa kipindi kirefu tumekuwa tunahangaika, ustadhi wetu wa madrasa hana pa kuishi, tunamwombea kwa majirani sehemu ya kuishi. Kwa hivyo, kwa umoja na ushirikiano kwa ajili ya Allah, tumeshirikiana mpaka Allah ametuwezesha, na ile michango tulikuwa tunakusanya tunachangisha kila Ijumaa katika msikiti wetu, tumeweka mpaka tumepata fedha ambayo imetuwezesha uhai wa leo kupata uwanja huu ambao mnauona hapa, ambao malengo yake makubwa ni kumjengea ustadhi wetu wa madrasa ya nyumba ya kuishi ili apate mahala pa kuishi. Kwa hivyo tuna kila sababu ya kuwashukuru Waislamu na ndugu zetu wenye mapenzi mema ambao waliweza kutoa sadaka zao na kuchangia maendeleo haya na kuchangia juhudi hizi kwa ajili ya Allah. Lakini pia msituchoke, ndugu zetu, tunarudi tena kuwaomba kwa kuwa tumeshapata uwanja na tunawaonyesha uwanjani huu, tunakuombeni tunakuombeni tunahitaji kumjengea sasa nyumba, ambayo nyumba hii ni ya vyumba viwili na sebure. Tunaomba kwa yeyote mwenye tofari, mwenye mfuko wa simenti, mwenye mchanga, mwenye kokoto, mwenye nondo, mwenye fedha ambayo inaweza kuwalipa mafundi ambao watatujengea, basi kwa chochote utakachojalia, sadaka yako popote ulipo, kwa yote anayetazama kripu hii, tunakuomba kwa ajili ya Allah uchangie maendeleo haya na juhudi hizi na hii ni kujiwekeza kesho kwa Allah subhanahu wataala, Allah atakulipa kwa juhudi hii, na huenda ukajutia kesho ukasema, laukama ningetoa kikubwa basi ningeweza kupata pakubwa. Tunakuomba wewe Mwislamu na hata popote ulipo, kwa juhudi hii ya kheri basi usikose kheri hii. Na hususa katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Asiyekuwa mwislamu popote, naombe ndugu zetu, muunge mkono. Asalamu alaikum, jambo hili la heri tunajua mnafanya khairi nyingi lakini tunazidi kuombeeni, tunazidi kuwashukuru, tunatakia kila la kheri, na inshallah biidhnillah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu akulipeni ndugu zetu. Tunakuombeeni mtushike mkono kubwa, sisi tunaomba vifaa, si tunapokea hata tofali tano, kumi, kumi na tano, tofali thelathini, na tofali zako hamsini, mia, tuletee. Uwanja tunao ukiwa na bati, bati tano, tuletee. Tunaomba vifaa ili jambo hili liweze kukamilika, na inshallah tujikumbuke katika jambo hili. Wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatu. Hii ni Madina, Madina Online TV Mwanza. Subscribe conetion terio <tune>